Kweli katika safari yetu ya hekima leo, tutapata upepo mkali. Tutavuka katika sura za Isaya 32 hadi 39. Isaya amekuwa akijenga kesi dhidi ya taifa la Yuda kwa kutafuta muungano na Misri badala ya kumtumaini Bwana. Kwa Yuda, kumtumaini Misri kungekuwa kama mtoto wako uogopa na kukimbia kwa jirani kuomba ulinzi. Sio tu kwamba mtoto wako hakutumaini lakini unafikiri hii inasema nini kwa jirani yako? Naam, naweza kufikiria kile ambacho watu wa Misri walikuwa wakifikiria kuhusu Mungu wa Israeli wakati watu walifanya hivi. Naam, Isaya anasonga mbele sasa na atawaonya Yuda kuhusu kutotii kwao. Atawaonya kuhusu ukosefu wao wa imani. Lakini ndani ya maonyo kutoka kwa Isaya kuna ahadi hizi za neema za upendo na huruma ya Mungu. Kwa hivyo sura ya 32, inapoanza tunachukuliwa kinabii katika enzi ya ufalme, enzi ya baadaye ya ufalme wa Masihi. Isaya anaandika maneno haya ya kutia moyo hapa katika mstari wa kwanza: Tazama, mfalme atatawala kwa haki na wakuu wataongoza kwa haki. Naam, tunajua mfalme huyu ni Mfalme Yesu Masihi, ambaye anarudi. Isaya hajui jina lake bado. Sasa, katika hatua hii, Isaya anaanza kuandika kwa kishairi ili kuelezea utawala huo wa baadaye wa Bwana, na nabii anaelezea serikali ya Bwana katika ufalme wake ujao, hapa katika mstari wa pili itakuwa kama mahali pa kujificha kutoka kwa upepo, kimbilio kutoka kwa dhoruba, kama mito ya maji katika mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika nchi yenye uchovu. Hakuna serikali duniani inayoweza kulingana na maelezo haya ya ajabu sasa. Kwa hayo Isaya anaanza kuzungumza na hawa wanaume waasi na wake zao ambao wanafaidika na anasa zote zinazotolewa na waume zao waasi kiroho, na maanisha wanaweza kuwa na magari mawili ya farasi kwenye gereji na mtu wa kukata nyasi zao, lakini Isaya anaonyo kali kwao hapa katika mstari wa tisa, nini wanawake mlio na raha sikilizeni sauti yangu, nini binti mlio na utulivu, sikilizeni maneno yangu. Katika muda wa zaidi ya mwaka mmoja, mtatetemeka. Hii ni rejeleo la hukumu inayokuja kutoka kwa Mungu. Hawa wanawake wa tabaka la juu huko Yerusalemu pamoja na waume zao hivi karibuni watalazimika kuacha sio tu anasa zao, bali pia mahitaji yao na hapa katika sura ya 33 tunayo unabii ambao sasa umeunganishwa e na matukio ambayo tayari tumeyashughulikia katika safari yetu ya hekima huko mbili Wafalme. Mfalme Hezekia wa Yuda alikuwa amempa Senakeribu mfalme wa Ashuru hazina moja kwa moja kutoka hekaluni ili kumzuia asishambulie Yerusalemu. Senakeribu bila shaka, anachukua hii hii, eh, pesa hizi, hazina, lakini kisha vizuri anaamua kuja dhidi ya Yerusalemu. hata hivyo kwa hivyo Isaya anatoa unabii hapa katika sura ya 33 ambao unaeleza maangamizi ya Ashuru. Anaandika maneno haya ya hukumu hapa katika mstari wa kwanza Ah, wewe mharibifu utakapokoma kuharibu utaharibiwa, na utakapomaliza kusaliti, basi watakusulubu. Sasa kwa hayo, mstari wa pili unatufahamisha kwamba kuna watu fulani katika Yuda ambao wanamwamini Bwana wanaendelea huwa waaminifu kwa Bwana wanamngoja kwa kweli, wanasema kwa Bwana hapa katika mstari wa pili e eh, e Bwana uturehemu, tunakusubiri uwe mkono wetu kila asubuhi, wokovu wetu wakati wa shida. Naam, hiyo ni sala nzuri ya imani, sivyon? na hiyo ni hiyo ni mfano mzuri kwetu kwa kweli. Unaweza kuwa unaomba sala hiyo hiyo leo Bwana, ninakusubiri Ha, nahitaji mkono wako wa nguvu asubuhi hii, lakini ninakuamini katika wakati wako mzuri kunitoa kwenye shida. Tazama, hapa kuna Yerusalemu ndogo, hakuna nguvu nyingi mikononi mwao. Wana maelfu kwa maelfu ya askari wa Ashuru ambao wamezingira mji wao mdogo, na na kisha wakati kila kitu kinaonekana kupotea, inaonekana vizuri ni kuchelewa hata kwa Mungu kufanya kitu. Basi tunasoma nini hapa katika mstari wa kumi? Lakini tukio hili la ajabu, sasa nitaamka asema Bwana, sasa nitajiinua, sasa nitainuliwa. Unajua Bwana anasema nini? Bwana anasema kusubiri kwenu karibu kumalizika, na tayari tumejifunza nyuma katika Isaya 27 pamoja na maelezo zaidi ambayo tulipewa nyuma katika mbili Wafalme 19 ya kile kilichotokea Wakati watu wa Yerusalemu walipoamka siku iliyofuata, hapa askari 185,000 wa adui walikuwa wamewawa na malaika wa Bwana usiku uliopita. Hakuna maelezo, hakuna ishara inayoonekana ya ya huyo malaika. Karibu askari 200,000 wa Ashuru hawakuamka asubuhi iliyofuata. Maisha yao yalichukuliwa katika hukumu na hapa katika Isaya sura ya 34, sasa Isaya anawasha moto na kiberiti anapoanza kuwaonya mataifa haya juu ya ghadhabu ya Mungu inayokuja. Walipinga watu wa agano la Mungu na wako matatani. Isaya anaandika hapa katika mstari wa pili: kwa maana Bwana amekasirika dhidi ya mataifa yote, na amegadhibika dhidi ya majeshi yao yote. Amewatenga kwa ajili ya maangamizi, amewatoa kwa ajili ya kuchinjwa. Kwa kweli anazungumza hasa hapa kuhusu taifa la Edomu katika mstari wa kumi na tatu, miiba itamea juu ya ngome zake, michongoma na mibaruti katika ngome zake; itakuwa makazi ya mbweha na makao ya mbuni, na wanyama wa porini watakutana na fisi. Hiyo haisiki kama mtaa ambao ningependa kuishi au kununua nyumba lakini anawaonya mataifa haya maadui, hiki ndicho, hiki ndicho kitakachowatokea. Sasa, kufuatia maelezo haya ya hukumu, sura ya 35 ya Isaya inarudi kwenye tumaini na baraka. Kwa kweli inaanza kwa kuzungumzia uumbaji mpya, ukifurahi na kushangilia. Kwa nini? Naam, mstari wa pili unatueleza wataona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Mstari wa tano unaongeza ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa na masikio ya viziwi yatafunguliwa. Ndipo kiwete ataruka kama paa na ulimi wa bubu utaimba kwa furaha. Chini katika mstari wa kumi tunasoma huzuni na kuugua vitakimbia mbali. Naam, ni wazi kwamba hakuna hata moja ya haya yaliyotokea bado. Bado tunaishi katika dunia yenye watu wengi viziwi na viwete na vipofu na huzuni na kuugua kwa wingi. Naam, wakati wa huduma ya Yesu e, alithibitisha kwamba ana uwezo wa kuanzisha aina hii ya ufalme ambapo hakuna mtu aliye kipofu au kiwete au kiziwi. Na wapendwa, siku moja atafanya hivyo, lakini kwa sasa tuko hapa katika sura ya 36. Katika sura ya 36 hadi sura ya 39, Isaya anarekodi matukio kutoka utawala wa Mfalme Hezekia. Kwa kweli sura sura hizi zinafanana sana. Na mbili wa falme sura ya kumi na nane. hadi ishirini. Tayari tumeshughulikia hilo katika safari yetu ya hekima, kwa hivyo hatutachukua muda kurudia yote, lakini nataka kuonyesha aya moja hapa katika sura ya thelathini na saba. Mfalme Hezekia anapokea barua ya vitisho kutoka kwa mfalme Senakeribu, yule mfalme adui wa Ashuru. Na barua hiyo kimsingi inamwambia Hezekia Hana maombi, hana nafasi dhidi ya jeshi lake. Kweli napenda aya ya kumi na nne. Hezekia alipokea barua kutoka kwa mikono ya wajumbe na akaisoma, na Hezekia akaenda juu kwenye nyumba ya Bwana na kuisambaza mbele za Bwana, kama kusema a, Bwana lazima uone barua hii, nitaikusambaza kwako, nitaifunua gombo ambayo ingekuwa hivyo Bwana, nataka usome barua hii. Siwezi kushughulikia hali hii isiyowezekana peke yangu, nimebanwa Bwana, nakuhitaji. Angalia hapa, nahitaji unipe ujasiri na hekima na jinsi ya kusonga mbele. Labda kuna kitu katika maisha yako sasa hivi ambacho unahitaji kukisambaza mbele za Bwana. Unahitaji kusema kitu kile kile, Bwana, siwezi kushughulikia hili peke yangu, nataka uangalie hali ya kukata tamaa niliyomo, nahitaji ujasiri na hekima kwa leo. Kisha nataka kukutia moyo, mpendwa, kuomba sala hii pamoja na Hezekia. Anasema hapa katika mstari wa kumi na sita kwa Bwana, E Bwana wa majeshi, wewe ndiye Mungu, wewe peke yako wa falme zote za dunia Umeumba mbingu na dunia. Tegesha sikio lako kwangu, e Bwana, na usikie. Naam, Mungu alimsikia Hezekia, na Mungu anakusikia wewe pia. Atainuka, atajitukuza wakati mwafaka, na njiani atakupa ujasiri, atakupa hekima aliyoahidi, unayohitaji kwa siku moja, leo, siku moja kwa wakati Naam, tunahitaji kusimama hapa kwa sababu muda wetu umeisha. Mpaka safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote Kamina.